Na mtuelekee wilaya ya Kati, ambapo wilaya Kati imetajwa kutokuwa salama dhidi ya maambukizi ya maradhi, hali inayotokana na utiririshaji wa vinyesi kwa baadhi ya nyumba zinazokosa vyoo wilayani humu. Mwanahabari wetu Umul Kursumu Abdallah ana undani wa taarifa zaidi. Kufuatia kikao cha masheha na baraza la mji wilaya ya Kati kilichofanyika huko wilaya Kati, mkurugenzi baraza la mji Kati Mwanaisha Ali Saidi amesema mara baada ya kufanya ziara wamebaini, wananchi hawana utaratibu wa kuchimba vyoo na karo za kutiririsha maji machafu. Kila mtu anatakiwa eneo lake hakikisha amesafisha amefagia, amefyeka, amekuwa na karo na hata vyoo. Tumegundua kuwa kuna baadhi ya wananchi kwenye shehia zetu hawana vyoo. Kwa hiyo kutokuwa na vyoo ni sababu mojawapo pia kuchafua mazingira, hata kusababisha maradhi. Pia tumewaagiza masheha kufuatilia wale wote ambao hawana vyoo, kuhakikisha wana vyoo, waso karo wawiwa wana karo. Zidi Suleimani Abedi, kiongozi wa masheha wilaya ya Kati, akizungumzia masuala ya kuwepo kwa vyeti vya usafirishaji wa mazao amesema hatua hiyo itasaidia kupunguza uwizi wa mazao na udhibiti wa uuzaji wa mazao machanga sokoni. Hii itasaidia sana kupunguza wizi wa mazao, lakini pia kuweza kudhibiti upelekaji wa mazao ambayo si sahihi sokoni, kama vile mazao machanga, madafu na mengineyo. Kwa hiyo vyeti vya mazao vitakuwa vinapatikana kama kawaida, na tupo kwa ajili ya kuliratibu hili, na vyeti vitakuwa vinapatikana vya mazao kutoka mashambani kupeleka masokoni. Kwa ujumla wake, masheha walioshiriki katika mkutano huo wamesema, jamii nahitaji elimu ya kutosha katika maswala ya uchimbaji wa vyoo, ili kupunguza athari zinazo weza kujitokeza kwani hawana uelewa huo. Hakuna mwananchi mwenye kuweza kujenga nyumba au mwenye kwenye kufanya jambo na asiwe, asiwe na uwezo wa kujenga choo. Serikali au masheha ndio watu wa serikali, wanatakiwa wananchi waelimishwe na wakazaniwe na wajue nini maana ya kuwa na choo. Changamoto ya mizigo ambayo wananchi wanalima inatoka mingi sana na ilipokuwa kwamba hili suala la kwamba halina utaratibu wa vyeti, ambao sasa inakuwa ni changamoto, maana humjui aliyekuwa kwamba huyu amelima, huyu hakulima. Sasa kufikia kikao cha leo tumefarijika kwamba kukaa pamoja masheha pamoja na Baraza la Mji kuweza kurekebisha suala hili la vyeti, kwamba mizigo yote iwe na vyeti inasafirishwa, ina kwa kuweza kujua kwamba huu mzigo mtu ni wake na sheha anamjua kwamba huyu ni mkulima halali. Katika kikao hicho kilichojadili masuala ya usafi na vyeti vya usafirishaji wa mazao, Baraza la Mji Kati limebaini kuwa jumla ya nyumba 231 katika shehia 30 za wilaya ya Kati hazina vyoo. Umkulthum Abdallah.